Anasema, assalamu aleikum. Suali: katika uhai wake na akili zake timamu, kuna mama ana watoto watatu wanawake na watano wanaume, watu wazima tena wote eh, te, watu, wazima, watu wazima tena wote, na akawapa watoto wa kike watatu wakawapa watoto wake watatu wanawake bangili za dhahabu, ati lazima watoto wa kiume waulizwe wawe radhi? E, pia ni lazima kuwapa wote sawa sawasawa? Maana hayo mama waka... maana hayo mama wakati amegawa, alikuwa, ba, hi, alikuwa hai bado huyu mama. Kama alikuwa hai na kishazigawa Eh, kwa kauli moja na viwendo basi, tena ndio kishagawa tena. Lakini ikakosea, alitakiwa lazima awape sawa, au au waulize wenyewe waridhie wenyewe. Kwa ridhi sawa, hakuna matatizo. Hakuridhia, basi watoto wanagaiwa sawa, wa kike na wa kiume wote sawa sawa wanapewa. Lakini tena kama kishafariki, basi watoto tunao tamsamia mama yao eh, ni wajibu wao kumsamia mama yao watoto. Eh, mama huyo ni mama tena, lakini alitakiwa fanya hivyo, hakufanya. Kama kishafariki basi tena na wale washazichukua na kuwa ni miliki yao madamu wamezipokea. ingekuwa hajazipokea bado